aya ya kumi na nne hadi ya ishirini na moja. Na somo la injili linatoka injili ya Matayo sura ya tano aya ya thelathini na tatu hadi aya ya thelathini na saba. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mesikia Watu wa kale walivyoambiwa, usizuru ila mtimizie Bwana nyapo zako. Lakini mimi nawaambia, msiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi; bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo, sio sio, kwa kuwa yazidiyo hayo yatoka kwa yule mwovu. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, tuungane kwa pamoja katika tafakari ya injili tuliyoisikia hivi muda si mrefu, katika injili ya Matayo sura ya tano, aya ya 33 hadi aya ya 37. Tunaona Yesu akiendelea kuambia makutano juu ya kuikamilisha torati ya agano la kale ambayo tunaona kuanzia injili ya Mathayo ya ile sura ya tano aya ya kumi na saba. Kwa maana hiyo Yesu aliinua torati katika hali mpya. Injili ya leo tunaona Yesu akiongea juu ya kiapo, ambayo Wayahudi walielewa kiapo katika hali ya agano la kale kwamba kiapo ni sehemu ya kuwekea ahadi ambayo ilikuwa sivyo wana, wanakuchukulia adhabu. Tunaweza kujiuliza, kiapo ni nini? Kiapo ni tamko la nguvu kuhusu ukweli wa ushahidi ama wa ahadi uliotolewa ama utakaotolewa. Katika agano la kale, kiapo ilikuwa ni sheria ya ukandamizaji kwa sababu ni sehemu ya sheria ambayo iliandamana na adhabu kama isipotimia. Lakini Yesu anawafundisha kiapo kama njia ya upendo na ukweli, bali si kama sheria ya ukandamizaji. Yesu anazidi kuwafundisha makutano kuwa kiapo ni sehemu ya kuijenga na kuboresha urafiki kati ya mtu na mtu. Pia anaonya kuwa kiapo kisitumike katika kusema uongo, bali kisimame katika ukweli wenye upendo, na pia kitumike katika mazingira rafiki, kwa maana kwamba kisitumike kwa ajili ya kuwaumiza wengine. Sisi kama Wakristo tunaweza kujiuliza kiapo chetu, je, ni kile cha agano la kale au je, kiapo chetu ni kile kilichojaa upendo, ukweli, kuthamini na kujali? Katika maisha yetu ya kila siku tunamshuhudia Kristo kwa namna gani? Katika mawazo, maneno na matendo yetu? Je, amri ya pili ya Mungu inatusaidiaje katika maisha yetu tunapoelewa kuwa amri yetu inasema tusilitaje jina la Mungu katika uongo, tusimshuhudie Mungu katika uongo. Viapo vyetu kama Wakristo vinatusaidiaje kuishi upendo, ukweli na kujenga urafiki wetu? Au ndiyo tumekuwa sehemu ya kubomoa palipojengwa? Tumekuwa sehemu ya kuvuruga amani au pia ndiyo tumekuwa mashuhuda wa uongo na kutangaza uongo? Hivyo leo tunaalikwa katika injili tuliyoisikia itusaidie kuelewa na kutambua kuwa tumekuwa watu wa namna gani katika viapo vyetu. Tuelewe kuwa kiapo ni sehemu ya kuutangaza ukweli, kuleta upendo wenye kujenga na kuthamini. Kumbe tuzidi kuomba neema ya Mwenyezi Mungu izidi kutusaidia tuweze elewa thamani ya kiapo katika maisha yetu. Pia leo tunapofanya kumbukumbu ya mtakatifu ya nabii Eliya mtakatifu ambaye alikuwa ni nabii aliyeteuliwa kuyarudisha mataifa kumi ya Israeli yaliyoasi hivyo tunaalikwa leo kuishi ujasiri ambao nabii Eliya aliuishi, tukitambua kwamba Eliya alifanya haya kwa upendo na ukweli kama kiapo kwa Mwenyezi Mungu. takatifu Gaspari katika tafakari zake anatukumbusha kuwa upendo ni tanuru ambamo upendo wetu hujaribiwa. Hivyo tusimame imara katika majaribu na tunayopitia tukitambua kuwa Mungu ndiyo upendo wenyewe. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Evensi Utayoba wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu. Kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!